Wakili msomi na rais wa TLS Bonifasi Mwabukusi ameibuka tena na kuzungumza kwa hisia huku akikosoa baada ya Niffer na wenzake kufikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa makosa ya uhaini. Mwabukusi amedai katika hatua hiyo ya awali wanaona kuwa mashtaka hayo siyo ya haki na kwamba msimamo wao ni moja, uwepo wa uchunguzi huru wa kimataifa mbili, kwamba kwa sasa mkazo uwe kwenye haki, ukweli na uwajibikaji. Lakini pia Mwabukusi amesisitiza TLS itaratibu na kuhakikisha kila mmoja anayeshtakiwa anapata utetezi kamilifu wa kisheria. Tutakwenda kuitizama taarifa hiyo ya wakili msomi na rais wa TLS Boniface Mwabukusi kwa undani kabisa, na yale yote aliyoyazungumza kwa hisia baada ya Niffer na wenzake kushtakiwa kwa makosa ya uhaini, lakini kwanza hebu nikupitishe e, doti kwa doti katika sakata hilo la Nifa kwa undani kuanzia awali. Mfanyabiashara huyo Jennifer Jovin Balikwiza maarufu kama Nifa amefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam tarehe saba ya mwezi Novemba mwaka huu wa 2025 ambapo jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam lilithibitisha kumshikilia mfanyabiashara huyo mnamo Oktoba 27 mwaka huu wa 2025 likimtuhumu kwa makosa ya kuhamasisha watu kufanya fujo siku ya kupiga kura. Itakumbukwa kwamba mnamo Oktoba 27 mwaka huu wa 2025 jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam lilimkamata Jennifer Balikuiza Jovin maarufu kama Niffer mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa Masaki Kinondoni, kwa tuhuma za kuhamasisha vurugu na kuharibu miundombinu katika maeneo mbalimbali ya jiji hilo hususan kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Taarifa iliyotolewa Oktoba 27 mwaka huu wa 2025 na kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam SACP Jumanne Muliro ilisema mtuhumiwa alikamatwa majira ya saa 9 mchana katika eneo la Sinza kumekucha ambapo alihusishwa na vitendo vya uchochezi vinavyoweza kuhatarisha amani. Jeshi hilo la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam tarehe 27 mwezi wa kumi mwaka huu wa 2025 majira ya saa tisa mchana eneo la Sinza kumekucha lilimkamata na e, kumhoji Jennifer Balikwiza Jovini, miaka 26, mkazi wa Masaki Peninsula, Kinondoni, kwa tuhuma za kuhamasisha vurugu na kuharibu miundombinu katika maeneo mbalimbali mbali. Jijini hasa siku za kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2025 ambapo ilisema sehemu ya taarifa hiyo, polisi walisema kuwa hatua zaidi za kisheria zinaendelea kuzingatiwa dhidi ya mtuhumiwa huyo wakati uchunguzi ukiendelea. Taarifa hiyo ilikuja saa chache mchana baada ya kusambaa kwa taarifa za kupotea kwa Niffer, huku wengine wakidai kuwa alikuwa ametekwa na watu ambao hawakutambulika mara moja. Itakumbukwa kwamba mapema Novemba 7, kabla ya Niffer kufikishwa mahakamani mwaka huu wa 2025 ilivuja video na kuenea ama kusambaa kwa kasi sana katika sehemu mbalimbali, hasa katika mitandao mbalimbali ya kijamii ikimuonesha mama mzazi wa mfanyabiashara huyo Jennifer Joven Barikwija maarufu kama Nifa, ambapo mama huyo anafahamika kwa jina la Mwanaisha Isaac. Alirekodi video fupi ya kumwombea mtoto wake msamaha kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ili aweze kumsamehe makosa anayotuhumiwa nayo kwani yeye ndio tegemezi na anategemewa na familia. Mama mzazi wa Nifa amesema kuwa kama familia wamekubaliana kuomba radhi kutokana na makosa aliyoyatenda ili aweze kusamehewa. Itakumbukwa kwamba polisi walithibitisha kukamatwa Nifa Oktoba 27 mwaka huu akituhumiwa kwa makosa ya kuhamasisha watu kufanya fujo siku ya kupiga kura na hadi sasa bado amekuwa akishikiliwa na jeshi la polisi. Sasa turudi katika hiki ambacho amekizungumza wakili msomi na Rais wa TLS Boniface Mwabukusi mara baada ya Niffer pamoja na wenzake kushtakiwa kwa makosa ya uhaini, Mwabukusi akizungumza na kuandika kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter, amesema namnukuu, hapa Mambo ni mengi, muda mchache. Without prejudice, nimeiona hati ya mashtaka ya uhaini. Ni mashtaka ya uonevu na yasiyo na haki. TLS itaratibu na kuhakikisha kila anayeshtakiwa anapata utetezi kamilifu kisheria. Ni aibu eh, kushtakiwa eti leo ndio wanawafungulia wahanga mashtaka, such a mockery of justice. Pia tunatafakari kwamba hatua hii ni kama retaliation ambapo serikali badala ya kuwa tayari kuwajibika kwa makosa na mauaji yaliyosababishwa, wanajaribu kutumia njia za vitisho kukwepa uwajibikaji. TLS, tutatekeleza kila kilicho ndani ya uwezo wetu kuhakikisha kuwa haki inatendeka, na katika hatua hii ya awali tunaona kuwa mashtaka hayo siyo ya haki. Msimamo wetu ni kwamba moja, uwepo uchunguzi huru wa kimataifa, mbili, kwamba kwa sasa mkazo uwe kwenye haki, ukweli na uwajibikaji. Ni rai yetu kwamba wale wote walioshiriki dhuluma ya maisha ya wa Watanzania wa upande wa Tanganyika wanachukuliwa hatua kwenye mahakama zenye uweledi na uwezo wa kutenda haki kulingana na mazingira ya uhalifu uliofanyika. bak Mabukusi, bak Mabukusi, President TLS. Mfanyabiashara huyo Jennifer Jovin Barikwija maarufu Nifa na wenzake 21 wamesomewa mashtaka matatu ya uhaini katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Nifa mwenye umri wa miaka 26 na wenzake hao wamesomewa mashtaka yao mbele ya hakimu mkazi mkuu Aaron Liamuya na jopo la mawakili wa serikali wakiongozwa na Hemedi Halifan. Katika shtaka la kwanza linawakabili watuhumiwa wote 22, akiwemo Nifa, ambapo wanadaiwa kati, eh, kati ya Oktoba 1 hadi Oktoba 29 mwaka huu wa 2025 katika maeneo mbalimbali ndani ya wilaya ya Ubungo, Dar es Salaam walipanga njama ya kutenda kosa la uhaini. Kosa la pili lina, eh, lina wakabili watuhumiwa ishirini na moja isipokuwa Nifa ambapo wakidaiwa kuanzisha nia ya kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa lengo la kuitishia mamlaka na wakatekeleza nia hiyo kwa kusababisha uharibifu wa mali za serikali. Kosa la tatu ni uhaini ambalo linamkabili Niffer peke yake, akidaiwa ya katika tarehe tofauti kati ya Agosti 1 mpaka Oktoba 24 mwaka huu wa 2025, maeneo mbalimbali mbali ya Dar es Salaam, akiwa chini ya utii wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alianzisha nia ya kuvuruga ama kuzuia, kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 lengo la kuitishia mamlaka kuu na alitekeleza nia hiyo ka kuhamasisha umma kununua barakoa za kuzuia mabomu ya machozi, ambapo alihamasisha zinunuliwe kutoka kwenye biashara yake ili watu wanunue kujikinga katika maandamano hayo ya kuvuruga uchaguzi. Baada ya kusomewa mashtaka hayo Hakimu Liamuya aliwaambia washtakiwa wote kwamba hawapaswi kujibu chochote kwa sababu mahakama hiyo haina mamlaka ya kusikiliza kesi hiyo hadi mahakama kuu. Baada ya kuelekeza hayo, Wakili Kibatala aliomba, eh, aliomba maombi kadhaa kwa mahakama ikiwemo ombi la mahakama itoe amri kwa magereza ya kwamba washtakiwa hao wapatiwe matibabu ikiwemo Nifa ambaye alifanyiwa vitendo vya ukatili kwa kupigwa na maafisa kadhaa wa polisi ambao walilazimisha asaini maelezo yanayosemekana kuwa ni ya onyo. Hata hivyo, hakimu Liamuya alitupilia mbali maombi hayo huku akikubaliana na ombi la washtakiwa kupatiwa matibabu kesi imeahirishwa Novemba kumi na moja e. kesi imeahirishwa hadi Novemba kumi na moja mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano.